Tuliwapokea wataalamu kutoka Tume ya Matumizi ya Ardhi Taifa ambao walifika na kuripoti ofisi ya mkuu wa wilaya pamoja na halmashauri, kisha tukaingia uandani kwa maana ya vijiji tisa ambayo vinaandaliwa mpango wa matumizi ya ardhi ikiwemo kijiji hiki cha Mkoli ambacho mimi nimeshiriki. Baada ya kufika hapa Mkoli, tuliweza kujitambulisha ofisi ya kijiji, kikatupokea na vilevile wananchi wakatupokea kupitia mkutano wa hadhara na wakaupokea mpango ambapo vilevile tuliweza kuandaa timu shirikishi ya ngazi ya kijiji ambayo inaitwa VILAM pamoja na baraza la ardhi la kijiji liliweza kuhuishwa. Na baada ya hapo, tuliweza kuwawezesha mafunzo wajumbe wa VDC pamoja na wajumbe wa VILAM na BALAKI. Baada ya kuelewa, wakaelewa rasilimali zilizopo ndani ya kijiji chao pamoja na fursa na vikwazo vilivyopo ndani ya kijiji chao, kisha ndio wakaweza kuandaa mpango wa matumizi ya ardhi ambayo leo hii ndio umeweza kupitishwa na mkutano. Tunawashukuru sana wananchi wote, VDC wote, VILAM wote na black wote kwa kuweza kushirikiana na sisi tangia mwanzo wa zoezi hili hadi leo hii tunaelekea mwishoni. Tunawapongeza sana. Mpango huu ni muhimu, ambao utaweza kudumu kwa kipindi cha miaka kumi na baada ya miaka kumi utahuishwa. Tunashukuru uwepo au ujio kwa mradi huu. Na baada ya kufikia mradi huu binafsi au wa kijiji, kwa niaba ya kijiji, kama si wana kama, tuliamua kupokea kama ilivyokuja, na baada ya mazungumzo marefu, lakini kwenye, kwenye mazungumzo yetu tumebaini baadhi ya matatizo yalijitokeza, ukosefu wa nani ya msingi katika kijiji cha Mkoli. Mapungufu tuliyobaini au mahitaji tuliyobaini kwenye kijiji cha Mkoli, moja ni ukosefu wa maji safi na salama kijiji kwa kifupi hakina maji salama wala maji safi. Nyingine ni kwamba tumebaini miundo mbinu ya, ya kijiji cha Mkonde na ibado kwetu ni tatizo. Vilevile tuna ukosefu wa baadhi ya huduma za jamii, huduma za jamii ikiwemo soko, makaburi, stendi ya kijiji, vile vile hata kituo cha polisi. Mimi kama mwenyekiti wa kijiji nimeshukuru nime sana kupokea mradi huu. Huu mradi unakuja kuwanufaisha wananchi wangu, na kwa nzuri wananchi wangu wameupokea mradi, kwa hiyo tunaenda kufanyia kazi.